Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu zangu Waislam, tulikuwa na msikiti huu ambao ulikuwa umekwisha, ulikuwa nasubiri kuswaliwa, ulikuwa umekwisha ezekwa, ilikuwa kwamba siku ya Ijumaa ya miezi iliyopita tuje tusalie hapa pamoja na wanakijiji wa hapa. Siku ya Alhamis kuamkia Ijumaa ikaja mvua yenye upepo mkali, msikiti wote ukaanguka, mabati yote yakangolewa. Alhamdulillah tumefika hatua ya lenta kama mnavyoona, tumefika hatua ya lenta. Kilichobaki sasa ni hatua ya huko juu kuwezeka, floor chini, kama mnavyoona msikiti ulivyo. Wakati wa kimbunga, bati ziliharibika, zilichanika katika maana, bati ilirushwa juu likapiga chini, bati, mbao zote zilivunjika. Sasa hapa tumeanza upya, bati zilizonyoka mle hazifiki bandari mbili, na hapa tutumia kama bandari tano kwa hiyo tunaomba mtu ongeze bati zingine ili tumalizie hizi sehemu, kama mnavyoona mbao zenyewe zimepungua. Bado kuna ripu ndani, floor, nje, turudishe milango, madirisha, vitu viharibika. Naona uharibifu uliopita hapa, utafikiria ile Gaza ilivyokuwa, Gaza ilivyokuwa imepigwa mabomu. Hiyo yote ni mipango ya Allah aone tamaa lakini, inshallah tunaendelea mpaka hali tumefika. Inshallah kuna siku mtaona watu wanasalia, na vijana wako zaidi ya 200 wanasoma Qur'ani huko, hapo ndio mtapofarajika, mjue hii kazi inafanyika, lakini inafanyika kwa juhudi zenu nyinyi. Juhudi zenu ndio tunazitegemea sisi, jamani. Kazi yetu kufikisha tu, nyinyi mstuke, mkero na ili jambo, jamani, hebu tumuogopeni Mungu, tufanyeni kazi kwa kushirikiana kwa ajili ya la ilaha illa Allah, Allah, Muhammad rasulullah. Hakika kila mmoja wetu katika maisha haya ambaye <coughs> amemwamini Mwenyezi Mungu na kuamini siku ya, ya mwisho lazima awe yeye ni mmoja kati ya sehemu ambayo inatakiwa kuchangia kuangalia Mwenyezi Mungu anaabudiwa vipi katika ardhi. Kila mmoja anatakiwa ashiriki kwa namna moja au nyingine mimi na wewe tumepewa akili na tumekaa tumekirimiwa tume tumekuwa ni viumbe ambao tuna takrima kubwa kabisa binadamu, lakini tunatakiwa katika hii ardhi tumemuwakilisha vipi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na tumeingia wivu namna gani? Makanisa yanajengwa huku katika vijiji, kuna sehemu nyumba za mizimu tu, wanaabudiwa asiyekuwa Mwenyezi Mungu katika hii vijiji, kwa sababu dini haijafikishwa na chanzo cha kufikisha dini ni kujenga hii nyumba za Mwenyezi Mungu Tunachukua muda wetu wote au muda mrefu sana kujenga kile kitu ambacho sisi tutakiacha. Tunajengea majumba yetu makubwa, maghorofa na nini, lakini tujue siku moja tutakuja kuyaacha, lakini hatutengi muda japokuwa mfupi tu kwa ajili ya kwenda kwenye maisha ya akhera, na twende tukakute nyumba za kudumu na maisha ya kudumu na maisha ambayo hayana shida, kwa sababu kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema mwenye kujenga msikiti katika hii dunia basi, Mwenyezi Mungu atamjengea nyumba katika pepo. Ana maana Mwenyezi Mungu kule kwenye pepo, ndio utapata raha kuliko hizi nyumba ambazo unazoziacha.